Maisha yako tunapoazimisha kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani na kuzikwa kwake na ufufuo wake. Je, katika maisha yako umefufuka pamoja na Bwana? Na kama umefufuka pamoja na Bwana, je, unatazama yaliyo juu? Swali hilo, jibu ndani ya moyo wako. Na kama hujafuiwa pamoja na Bwana kuyaacha mambo yasombeeza Bwana, ni muda wako sasa kumtafuta Yesu ili ufuke pamoja na Yesu ili Pasaka hii iwe ni ya faida kwako. Jambo la pili uh, sisi ambao tumeshafufuka pamoja na Bwana Yesu, tuko tayari kwa kuhubiria habari njema kwa watu wengine? Asa uh, jibu swali hilo, kwamba niko tayari kuhubiri habari njema kwa watu wengine. Uchukue mzigo huo sasa, ili kwamba usiende ukaa tafuta hata mtu mmoja, umlete kwa Yesu. Mtu mmoja tu kwa mwaka sukuli, kama wene naye, ufuatilie umlete kwa Yesu mtukia mara mbili hapa, utashangaa kwamba kanisa linaongezeka. Kwa nini? Kwa sababu tunajua wajibu wetu ambao tulinao ndani ya Yesu aliyefufuka, kuipeka habari njema kwa watu wengine. Somo letu la pili linatoka kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya kwanza na mstari wa nane nikisoma kwa msaada wa Bwana. Kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Nitarudia. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Na ili ndio somo letu la pili. Angalia sasa ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo ni kwamba siku ya leo Bwana Yesu asubuhi na mapema, alufajiri amefufuka. Ko tuwezi kuangalia sasa ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo na wajibu wa kufanya watu wa Mungu baada ya Yesu kufufuka. Tunapoadhimisha ufufuo wa Bwana Yesu, kuna mambo ya kufanya kama watu wa Mungu kwenye pasaka hii. Ndicho ambacho leo tunapenda tuweze kujifunza kwa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. sura ya ishirini na nane wajibu wako sasa ni nini kwa ajili ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo? Bwana Yesu asifiwe. Wajibu wetu watu wa Mungu tunaopata kwenye Injili ya Matayo sura ya ishirini na nane mstari wa tano mpaka ule mstari wa kumi. Injili ya Mathayo ile sura ya ishirini na nane mstari wa tano mpaka mstari wa kumi hapo tunapata wajibu wa kufanya watu wa Mungu. Maandiko yanasema hivi ule mstari wa tano: Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali ilipolazwa, nanyi nendeni upesi mkawaambia wanafunzi wake amefufuka katika wafu; tazama, amewatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakapomwona. Haya, nimekwisha kuwaambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari Natazama Yesu akakutana nao akasema, Salamu! Wakakaribia wakamshika miguu wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia, Msiogope, enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakapo niona. Bwana Yesu asifiwe. Wajibu sasa ni nini kwetu kama watu wa Mungu. Kwanza sisi watu wa Mungu, cha kujifunza ni kwamba maisha yetu haya tunapaswa tufufuke pamoja na Yesu, tuyatazame yaliyo ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapojifunza habari za kufufuka kwa Yesu, sisi kama watu wa Mungu tunapaswa tufufuke pamoja na Yesu tuyatazame yaliyo juu, ambako Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Wakolosai ile sura ya tatu mstari wa kwanza, ukisoma pale inasema hivi: basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Bwana Yesu asiti. Ni wajibu wa kwanza kwa sisi watu wa Mungu ni kwamba ikiwa tumefufuliwa pamoja na Yesu aliyeshinda kifo na mauti, na sisi tunapaswa sasa kwamba tuyatazame yaliyo juu ambapo Kristo yupo ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Unapogundua ya kwamba umemkosea Bwana, angalia msalaba, unapoenda msalabani, pale kwenye msalaba yote yalikwisha nako unaungama, unaanza maisha yako mazuri unaendelea kumtazama Yesu, kutazama yaliyo juu, sio siyokaileo katika nchi Bwana yesusipili na Bwana yuko tayari kukushika na mkono wake kukuimarisha kusonga mbele katika maisha ya imani. Jambo la pili, tunapaswa kwenda sasa kuambia wengine habari za kufufuka kwa Yesu tunapaswa kwenda kuambia watu wengine habari za kufufuka kwa Yesu ili wao nao waipate njia ya kweli na uzima. Tusibanie sasa kwamba tumeshamjua Yesu, tunakaa naye Yesu wetu peke yetu. Wako watu wengine kule nje, wanamhitaji Yesu. Ni wajibu wetu kwenda kuwaambia nao wamjue Yesu, kama ambavyo hao wanawake na wale ma, wanafunzi wa Yesu walienda kutangaza habari za Yesu, na wengine wakakolewa katika maisha yao, na mpaka hata sisi tumeokolewa kupitia nini? Wanafunzi wa Yesu pia waweze kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndiyo mambo tunapohitimisha sasa katika maisha yetu, kuipeka habari njema kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe, lakini mambo matatu yakumbuke, kwamba sisi pia tufufuriwe pamoja na Yesu, na cha pili, twende tukaambie wengine habari njema za Yesu Kristo, na Yesu yuko pamoja nasi hata ukamilika wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana atubariki sana katika maisha yako. Tunapoazimisha kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani na kuzikwa kwake na ufufuo wake, je, katika maisha yako umefura pamoja na Bwana? Na kama umefura pamoja na Bwana, je, unatazama yaliyo juu? Swali hilo jibu ndani ya moyo wako na kama hujafuiwa pamoja na Bwana kuyaacha mambo yasombeeza Bwana, ni muda wako sasa kumtafuta Yesu ili ufuke pamoja na Yesu, ili pasaka hii iwe ni faida kwako. Na baada ya kuf pamoja na Bwana Yesu, sasa uyatafute yaliyo juu ambako Kristo aliko katika maisha yako. Ndio tumaini letu, watu wa Mungu bako siku moja sasa tutamwona Bwana Yesu, tuko katika miili mpya kufanana na yeye. Na jambo la pili, uh, sisi ambao tumeshafufuka pamoja na Bwana Yesu, tuko tayari kwa kuhubiria habari njema kwa watu wengine. Uh, sasa jibu swali hilo kwamba niko tayari kuhubiri habari njema kwa watu wengine, uchukue mzigo huo sasa, ili kwamba usiende ukaa tafuta hata mtu mmoja umlete kwa Yesu. Mtu mmoja tu kwa mwaka sukulikabawene naye ufuatilie, umlete kwa Yesu ndukiwa mara mbili hapa, utashangaa kwamba kanisa linaongezeka. Kwa nini? Kwa sababu tunajua wajibu wetu ambao tulinao ndani ya Yesu aliyefufuka, kuipeka habari njema kwa watu wengine. Andaa mtu mmoja, mtafute, mfuatilie, umlete kwa Yesu ili tuweze pamoja naye katika ibada kumtukuza Mungu katika maisha haya, na usiogope, yuko pamoja nawe Yesu, kukutia nguvu, kuongoza, kupeleka habari kwa watu wengine waweze pia kuokolewa.